Uh, Salum K. naomba kuuliza, ndevu zina manufaa gani katika Uislamu? Alhamdulillah, ndevu katika Uislamu ni nembo ya mwanaume. manufaa gani? Sio huyo ubaba, unakula au sio? Nyama unakula. Hii ndevu ni alama, nembo, shiar arrajul mwanaume. mm -hmm. Na mtume anasema, anasema

Tu ili tunyoe hivi tuache masharubu tu. Mtume kwambia, ama ana rabbi amarani an ahliqa hadha wa afu hadha, Mungu wangu amemrisha nipunguze sharubu niache ndevu. Ndevu alama ya wanaume. Wanaume wengine kwambia, Sheikh anajua, mimi ndevu yangu hajakaa vizuri, maana mimi na nyoa ile hajakaa vizuri. Wewe ukaa vizuri hajakaa vizuri? Mungu amekupa ile ile, lazima urudike naye <laughs> <laughs> sikumuka so, kama kubwa mikisikio kubwa, utafanya utakata. <laughs> Allah amekupa ili rudhikana. Hii sio hoja, mwanaume mm, asinyowa ndevu na mtume kaamrisha, hii ni wajibu. Wanasema ndevu shehe, zinataka uzipatilize, zina mafuta yake e, zina sabuni <laughs> yani uzioshe vizuri, shampoo ili zikupendeze, lakini ndevu kishindwa kuzihudumia zinakutisha yani, mtu anakuwa ndevu zimepauka, au nyingine ndevu zao zimeshika, hazijanyooka, hazijakaa vizuri hivi, zimeachiana achiana, sababu tunaona kama anatengeneza mwonekano mbaya pengine hasa mtu anamlenga mke wake, huenda mkewe asivutiwe na mazingira hayo. Alhamdulillah, mimi nashangaa hawa watu, mbona asemi watu wa rasta wanatisha? Wana, wana mbona watu wa rasta hmm, ni wale wa rasta, mbona hawatishi? sasa yesema mdevu utaka usafishe uchukue sabuni, maanake yeye haogi, sio manake ni mchafu <laughs> Sio, hii ni bwana ambaye shetani. Alafu kunyoa ndevu, hii tabia imeleta watu wa ukoloni na wazungu, hao wameleta tabia. Hata kama unaangalia video za zamani wazungu kama miaka 100 wakizao walikuwa wanajistiri, walikuwa wana ndevu wao, lakini ukoloni umeleta hii kunyoa ndevu. Alafu Imam Shafi anasema kama mtu mwanaume atakumfadhihisha, unamnyoa ndevu yake, kama kufanya kosa unabitishia Mtaani watu waone jamaa ana ndevu ni aibu. Leo watu wananyoa ndevu, toba ala salam bi hidaya mm -hmm. Lakini narudia kuacha ndevu ni wajibu, lakini sio alama mtu yote ana ndevu eti mcha mchamungu mchamungu ni uh, matendo. Hatusemi mtu yote mm -hmm. ananyoa ndevu eh, ni kafiri mm -hmm. hatusemi, hatusemi. Mm -hmm. lakini ni alama, ni sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam.